Funza mengi si utani, utafurahia. Ah, si utani, utajivunia kungwe uyo, kungwe uyo ah, ah, ah, ah. Kungwi dume kwa mafunzo yake kungwe ulo, kungwe ulo. Ah ama somo yake kungwi ulo, kungwi ulo ah, ah, ah, ah, ah.

Hivi wanaume kama nyinyi kumi bado mpo. Lo. Mimi nijua mshakufa vita tatu kwa dunia. Mwanamke anapochukua jukumu la kuishi na wewe, sio kwamba amefuata chakula kwako. Upendo ndio chakula cha mwanamke alichokifuata kwako. Mwanamke anapochukua jukumu la kubeba mimba yako ni upendo tu, ili wewe ufurahi. Ila leo tungejua mateso aliyo yapitia kipindi anajifungua mtoto, wala usingempiga. Mwanamke anaposema nakupenda usije kufikiri ni malaya hapana. Amemaanisha kutoka ndani ya moyo wake, ili usimuumize. Hivi umewahi kufikiria wanawake wamepewa ujasiri gani ndani ya mioyo yao? Hakujui pengine wewe jambazi, lakini utasikia nipo tayari kuolewa na wewe. Bausa wa kwanza duniani ni mwanamke. Yani hata uwe na nguvu ya aina gani, lakini nguvu zako kwa mwanamke ni zaidi ya chuma. Niulize mimi, Kungwi dume mwanamke akiamua kukuwa na dakika sifuri tu, lakini wamepewa mioyo ya huruma. Mwanamke amependelewa na Mungu, ukiishi naye kwa amani, yani inamaanisha mwanamke akifurahi, basi umebarikiwa. Hivi ulishai kukaa na kujiuliza tu kwamba kwa nini maombi ya mwanamke anajibiwa haraka kuliko mwanaume? Hmm? Ndoa ni furaha, watu wanasema ni mbingu ndogo. Hebu mfurahie mke wako, mpende mke wako, ukimkosea mwombe msamaha. Dawa ya mwanamke sio pesa, ila dawa ya mwanamke ni upendo, furaha na amani. Hivyo tu vinatosha kumteka mke wako. Tafadhali bwana mdogo, usije kunyanyua mkono wako tena kumpiga mke wako. Ukitaka mwanamke akuheshimu, muheshimu kwanza wewe. Jifunza mengi, si utani utafurahia, si utani utajivunia. uu ah, ah, ah, ah. Kungwi dume kwa mafunzo yake uuu ah, amasomo yake ah, ah, ah.

Umeshinda kuvumilia japo kidogo mpaka umeamua kununua soda kwanza unywe na vikeki. Nimeamua kuagiza soda ni wa mtuma mwanangu sengo akaletee soda. Kwa maana nilivyo najisikia, nilivyo najisikia, najua mwenyewe njaa ya inaniuma. Nikaona nikae nikungoje wewe ufanye mambo yako jikoni mpaka urekebishe, nikaamua kuelekeza soda na vikeki njishikishe. Kwa sababu haya umeyataka wewe, haya maanake, unajua mimi nikitoka shamba, mimi akili yangu yote ni kula, nile nikae nipumzike. Sivyo ulifanya wewe, umechelewa sana kukianda chakula, na ndio maana wakati mwingine niko shamba, mimi nakupigia simu, naje mke wangu, ili maana yake uingie jikoni. Nimepoka simu leo asubuhi, kabla sienda shamba, mm -hmm. Sasa kicho sababisha mpaka ugali ukae mpaka mina, mimi naja saa hizi nikae, eti nimekaa hapa, nikae hapa na ngoja ugali uive? Mimi ni mtu akufanya hiyo wewe, ulikuwa uandae mapema, na ndio maana nimechukua kijisoda hicho. Sasa bora umerekebisha, na ugali umeleta, soda yake pembeni, kwani na maneno mimi na wewe Mi sina maneno hayo. Weka pembeni soda, itakuwa kiburudisho baadaye, lakini akunywa soda nikamaliza gari. Usingekuja ningeenda pumzika nyumbani na sijui gari kaangeula tena. Yaani uwe umakini sana kuandaa chakula mapema kwa muda muda, sawa?

Yeah. Eh. Sasa pamoja na kwamba mara nyingi kwa sana watu Waswahili wakwambia, kwenye kula sijui ukisema, lakini waweza waweza kupaliwa sijui maneno, lakini ulaji waweza kula <laughs> na huku ukasema na tu mambo yanaendelea. Si hivyo , mwanangu? Mm -hmm. Eh, nataka tuendelee madogodogo kukwambia, mwanangu, na maana, kwa sababu ukiona hivyo sijui ukaona wazazi wa mkera ani kila nikiwa bara tayari mare na maana kubwa, maana yangu kubwa kwa mimi baba na yako ninavyokuambia, ni kwamba nataka usije ukatia aibu ndoa yako. Ndio ya kwanza, ndio hao. Sitegemei kwamba wewe ni kioaji, kwamba kila saa waacha oa. Aa, usije kwa kutia aibu. Nataka wewe mkeo utulie naye, ndio maana kuona kila saa sisi maneno na mama yako, kila saa tukwambia maneno, na maana kubwa kwamba uje ukae na mkeo utulie. Sasa yaani utulie na mkeo ukijaliwa na kupata kipato, wamesema ongeze mke ruksa. Maana Waislamu ndio tulivyo, twaoa wake zaidi ya wawili, watatu, lakini sio kuacha. Hatuna isimu hiyo, na ndio maana unaambia na mashehe kuacha. Siku ile ukimwacha mke talaka ile ukiandika, malaika upanda na kushuka, hawalipendi jambo hilo aslan kabisa. ya. Mimi nimekaa na mako, si kwamba sijaoa tena wake wengine zaidi ya huyu. Muulize, mmeoa wake zaidi ya wawili, wako wapi? Wamekwenda makwao, ni wake na huyu Si, ma, ma, ma, ma, ma, ma, wasekosum... yeah? Kwa hiyo mimi najua hata kama utakuja oa, lakini mkeo huu tunayokuozesha sisi usije ukaia hatua ya kusema mwacha kijingajinga, unielewa? Kujaka na mkeo riziki itakuja na neema zitakuja, ndo riziki yetu huyo. Utaki kua mchagua mwenyewe, shauri zake mm. Sema nasenga. Ni kweli. Huyu ndio ridhaa yetu tumekuchagulia sisi. Kwa hiyo ukikaa naye wakana radhi ya baba na mama, yani yule mtu vile ukakaa naye wakana radhi ya baba na mama umeibeba. Ukijamwacha ume umeacha radhi ya babako na mama, ndio mke tu mtaka sisi. Sasa wake zako ukijataka kuoa mwenyewe kwa mujibu wa mpango yako, ya yeah. Utafuta hiyo hiari yako. Bora yetu sisi tunataka huyu mke tunakuwa tumemtafuta kwa bidii zetu. Usije ukapata mawazo ya ajabu yoyote na kurudia mara mbili mbili. Sawa. Sawa. Naongea na wewe tuacheka tu afurahi tu ala chakula, lakini siku nikisikia kama kumefanyika kume jambo la ajabu huko. Talaka si mke wangu. Wala usijitambia, kaambia marafiki zako ni genge. <laughs> Kaa hivyo si tutambia na watu bwana, pia tuambia na watu kama mtoto wenu kama chamke, si ndivyo? Maana mm -hmm. Ukija hapa mimi nitakachokuwa nimefanya sio hiki tena. Hatukai tutakala hivi mmoja tukacheka. Na bakora langu lepa huwa siitoi mpaka mtu akiniuzi kweli, hilo naiona pale Kilambazani. Lakini siku hiyo utanisamehe sana, nitaitoa sitajali umri wako, maana utakuwa umenichafua vibaya sana. Nitakuchapa tu hata kama unaugua na kiasi gani. Sasa unipige uniue, baba yako anajua makosare zaidi, lakini nitakutandika, maana utakuwa umetuuzi, umetutia aibu hapa mjini. Na utakapokuja kufanya hilo, kawaida yetu sisi Wabondei, maana wee Mbondei kwa baba na kwa mama magombo dei na mbonde. Hawasemi wakikuta nyinyi mgombana wa gombana, hawasemi wabondei. Wakipita pale anakuta hivi wewe mgombana mkeo. Hawasemi kuja kwangu bwana mwanao mgombana na mke wake. Like. Hawasemi. Si hivyo mase. Ni mm kweli. -hmm. Wanachofanya okay, ni nyimbo za mafumbo tu za ovyo ovyo. Ambazo ni nyimbo za asili kabisa na zimeimbwa na wazee kabisa. Lakini watembea wenyewe sabe kama una akili, utajua umo kwa nini, mbona huyu kapita mara kwanza aimba hivi hivi. Mara pili aimba hivi hivi. Utamsikia sema, ukafa na ufe, muvi na vibaya, muvi na narungu na shilingi mgongo. Hapo kwanza kutafasiri padogo, kabla siendelea, kwamba ukafa na ufe muvina vibaya, kwamba hata wakaachana waka kwa mm -hmm, na waachane, maana mmefanya wenyewe ujinga wakuozesha watu, labda ndio maana ukafa na ufe muvina vibaya yani, kwamba hata kama wataachana na waachane, maana wenyewe ndio wamefanya vibaya, nyewe kuwaudisha watu akili zao, yes. hazijatulia. yeah. kusoka soka ni kule vuruguzi, mara wenda huku, mara wenda huku, mara watongoza mke mara wewe naye watongoza. Kusoka soka ni kule vuruguzi, mara wenda huku, mara wenda huku, mara watongoza mke mara wewe naye watongoza we kugea mkumu bonde muingia kumkomba, kwamba nyinyi tendo lenu la kuvunja ndoa yenu mumeitia mkosi bonde, kila atakayeambiwa atakaye akawe bonde akwambia ah, yeah. kuna mke poa bonde <laughs> bonde ndao wamke leo kesho kesho akulipua. <coughs> kwa maana nyinyi kuachana kwenu kimipango mumevunja mpaka hata namna ya ya, ya isimu zetu za za wilaya zetu na bondei wetu, kwamba watu wakitajiwa bonde nasema ah, wenda wapi huko huko, muweza kwa bondei huko, utakaa naye wewe mke. Maana hao wake si ndio alivyo, wewe kumona sego kao hapo, kwa fujo na kila kitu, kulikuwa ni wewe, utakuwa umeleta balaa hata kikabila na, na, na, na, na kiwilaya na kimkoa kwamba tutakuwa ndio tutaoliwa. Na ndio maana zamani, si wazee wakitafuta mke wanakaa sana, wanatulia sana, wanatafuta nyumba nzuri ya kwenda kukufanya uoe, iliyotulia, haina uchawi, haina vurugu, haina ugomvi, haina ulevi, ili ile ndoa yenu isije ikavunjika, maana ikivunjika ni aibu. Na sisi pia tumetulia, safari tumetulia namako na tumeangalia, uko si eh? uko mzuri, ukoo safi, familia ilotulia familia yenye uwezo, ukitulia akili yako pia unaweza ukapata misaada vidogodogo, lakini familia iliyotulia, ingawa yule mke alifanya mambo ya kudanganyika na nini akapata vijitoto vyake, lakini huko kudanganyika tu, lakini bado sio athari. Waweza kukuta mke haja sana, ukamwona akawa na vituko, lakini unaweza kuoa mke kesha zaka kama vile, na ukatulia naye, tena ikawa ndio mkeo wa kutulia kabisa. Kwa hiyo hilo lisikutie wasiwasi wala lisikutie wasiwasi wala lisikupe wasiwasi katika ndoa yako. naamini hilo halikuwa hata kupata tabu. maana sio kwamba wewe una ulazima kwamba upate mke maana hajazaa. wala usiwe na wasiwasi. hivi ni vitu tu amefanya na um, ah, tamaa kidogo ndogo zimepata lakini naamini wazi kwamba sasa atatulia maana keshao na dunia maana mtu akeshozaa kwamba kuna tabu nyingi kazipata katikati kati. Yes. tangu mimba mpaka amezaa vijishida mingi kaviona.

kifua chako kinahitaji uhimili. Ukipita huku utaambiwa hivi yeah. Ukipita huku utasikia hili. Mara mama akenda kuchota maji kuna hivi yeah. Wewe, wewe, mama, kwa hiyo wewe ndio akuiweka nyumba sawa. Kwa hiyo wewe ndio mume kuilinda ndoa yako naye, mama kashaambiwa ya kwake huk, lakini hususan ni wewe ambaye umempenda ndio akujenga Eh yako mengi sana ambayo mtayapata kama utakosa uvumilivu na ustahimilivu, haikai ndoa, ndoa haitadumu. Nami naomba ndoa idumu. Saa m, nimeelewa wazazi wangu. Kama uliovumilia kwenye masomo, basi na ndoa pia inahitaji uvumilivu. Heri, inshallah. Dada, kuna jambo kidogo nataka nikuhabarisha. Juzi hapa kwangu ulitokea mtafaruku kidogo, pamoja na mke wangu. Wakati tunazozana ndani, ilifikia mpaka nje. Katikati ya mzozo ule, alitokea mtu akiwa amevaa msuri shati pamoja na kofia. Aliongea maneno makali sana, maneno yale ndio ndanifanya mimi niwe na hamu ya kutaka kumjua basa mdogo wangu, sasa hivi maisha yenyewe mafupi haya. Umempiga mtoto wa watu pa umemuua, unanipa mimi majanga, unanipa mimi matatizo, unadhani itakuwaje? Maisha yenyewe mafupi haya, umekuwa ubadilike. Alafu huyo mtu umesema amevaa kibarakashe na msuli, nahisi huyo atakuwa ni mgeni wa Mama Sikitu. Kama sikosei, ndo wageni wageni mara nyingi wanakujaga kwake maana mamasikitu ana shughuli, ndo wageni wanakuja kuja kwake mara nyingi sana, na atakuwa ni kungwi sasa. Kama ni yeye, nitakusaidia kumtafuta ili uongee naye, nahisi ukimpata mtaelewana. hmm. Ni hapo nitafurahi sana kama nitamuona. Sawa, nitakusaidia, ila na wewe uwache Mm -hmm. Sengo. Sengo. Ah. Ah. Ramso. Oa. Vivi baba. Ah, safi. Kama kaida. Kama kawa. Fresh. Fresh kabisa. Guwako mzuri ndugu yangu. Ah. <laughs> Wezami wakatiaaanda mi tayari bwana andaa. Ah. Mimi tayari bwana. Ah, kidogo pale. Tayari mimi. Naam. Sengo. Naam ndugu yangu. Mi, kuna mchongo nataka nikuambie. wakati mm -hmm. Jana nilikuwa natoka shambani mm -hmm. nikakutana na Zai <laughs> akaniambia eh, kuna dili wamelipanga yeye na Bite, okay, kuharibia ndoa yako Popeko. hivyo vipi wewe nayo? nataka kutengeneza bonge la issue. Ishu, issue gani hilo tena? si huyu msomi ifanye ataka kuoa? ah. eh nataka kutengeneza bonge la hicho. Nimemchukua Bite na sengo nikaenda nikaeka sehemu, alafu nikaenda nikamchukua mama yake, si kitu sasa ah, nikaenda nikamuonyesha nikamwambia, angalia mkwe ambaye anataka kumoa mwanao, tabia nayo inaweza hapa kijijini. Sikaje kaona kaondoka kabaki kahamaki tu, mama yake mkwe. Ah, tuone kama atao aleta usomi hapa. Usomi bongo uko sio hapa, sio watoto wa kijijini. Ah, kweli mdada naye pambe sasa, uwe makini Zai huyu nimejua mimi, zai huyuhuyu karibu ndo yangu mimi mm. Mm. Sengo, hadhi yako uliokuwa nayo, elimu yako ulienda kusomea, eti wewe ndio unakuja kuwa mwanamke aliyezalishwa na Ali na wenzako, watoto wawili hapa kijijini, kweli na kutupwa? Ni nisikupite Sengo ameshatumiwa na kuachwa, ile ni sawa na tambara la deki. Wenzako wamedekia, ametupa ndio wanaenda kokote kweli. mimi nimekuja kukujuza tu? Hai bwana Ramso. Mimi nashukuru sana kwa taarifa ndugu yangu au sio? mm. ah, poa. Alifanyia kazi haya. Sogea basi. Ah, mimi tayari. Mimi tayari, usiwaze kwa msosi. Eh? Poa. Alafu Ramso. <laughs> Hey. Tumwambia basi kaniki tutakutana pale pale tunapokutana. Ah, poa, poa, usiwaze. <laughs> Niliongea na shangazi yako sijui yule, na alinieleza changamoto yako hususani kwenye ndoa zako, na aliniambia huyu ni mke wa tatu sasa hivi kuishi naye. Ulishaacha wa kwanza, ukaacha wa pili, sasa huyu ni wa tatu, na alichoniomba ni kwamba nikae chini na wewe tuzungumze kama wanaume, ili ikiwezekana ndoa yako iwe bora zaidi. Sasa leo nataka nikwambie tu mdogo wangu, wanaume, kuna vitu lazima tuvielewe kwa wanawake. Vitabu vya dini vinasema mwanamke ni kiumbe dhaifu hapo hapo vinasema tena tukae nao kwa akili, na bado vinaendelea kusema mwanamke ni jeshi kubwa. Sasa jiulize walijifunza saa ngapi wanajeshi? Na ili kuthibitisha kwamba ni mwanajeshi, Mungu anamtuma kwa mwanaume kamlinde. Wewe ni dini gani? Kristo? wow. unajua Yeremia thelathini na moja ishirini na mbili kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanaume. Tunalifahamu hili Mtu wa kwanza kukutana na shetani live ni mwanamke, pamoja na kwamba alizungumza mengi na kula tunda, kiukweli hatujui mengine waliozungumza mbali na kula tunda. Mwanamke aliumbwa ukiwa usingizini, wewe mwanaume hujui ni kitu gani ulichozungumza na Mungu kabla wewe kuzinduka. Mwanamke ndiye aliyemuelewa Mungu alipoambiwa na mimba Roho Mtakatifu, wewe mwanaume ulitaka kukimbia badala ya kukabiliana na changamoto hiyo. Mwanamke ndiyo mtu wa kwanza kwenda kuhakikisha kama kweli Yesu amefufuka na kusambaza habari na kupa mifano halisi kulingana na dini yako mwanamke ndio anayeongoza kwa ushawishi mkubwa. Mwanaume una ujanja, mfano wa Adamu kwa Hawa, yani Eva kwa Adamu, Delila kwa Samsoni, Esta kwa Hausuelo, Raheli kwa Labani na wengine huko. Usimuudhi mke wako, ana siri kubwa sana. Usione kakaa nawe, anakuvumilia pamoja na ukatili wako. Anaweza tekeleza alichozungumza na Mungu, anaweza pia kutekeleza alichozungumza na shetani. Mwanamke anapenda kusikilizwa, anapenda kudekezwa mwanamke siku zote anaamini usalama wake na furaha yake inatokana na umakini wa mume wake. Mwanamke anaamini ya kuyafuta machozi yake ni mumewe. Mwanamke hujihisi malkia pale anapomwona mume wake anajali sia zake. Mwanamke akipendwa na mumewe, moyo wake hushindwa kuhesabu maovu ya mumewe, na hata akijaribu kuhesabu, moyo wake hujaa nguvu ya msamaha na atasamee tu. Kuishi na mwanamke kunahitaji akili ya mwili wala siyo nguvu ya pesa. Ingekuwa pesa ndiyo nguvu ya kuishi na mwanamke, tusingeshuhudia talaka kwa matajiri. Mapenzi ni roho, ili kuelewa sana unahitaji kuwa na mtu wa kiroho. Kinyume na hapo, baadhi ya wanaume wataendelea kubweka kama soko ya mzee wa Nyarugusu, wasioweza kuruka kwenye miti, wakiamini wanawake wa, wa siku hizo wameharibika. Kuwa makini na hilo. Kesho utakutana tena. Kazi njema. sing utajifunza uh, mengi si utani, utafurahia si utani, utajivunia. Kungwi huyo, kungwi huyo, kungwi dume kwa mafunzo yake, kungwi huyo, kungwi huyo masomo yake uuuuu, kungwi dume kwa mafunzo yake, kungwi huyo, ah amasomo yake ah, ah, ah, ah.